Tumeishia pale, Sister yupo na kitabu kile msituni ambacho ametoka kupewa na bibi mmoja ambaye amefariki kwa kuraruriwa na mbwa mwitu, kisha akapewa kitabu na bibi yule. Bibi yule akimtaka akamilishe jukumu lake kwa kukipeleka kwa mfalme wa kusini. Sister jioni yupo amekaa, akasikia kitabu kile kinaongea kabisa kama binadamu. Ilimshangaza sana ile hali sababu siyo kawaida. Kukumbuka maneno ya bibi, alimwambia hichi siyo kitabu cha kawaida, kinaweza kukupa chochote utachotaka. Basi sister akapumzika vizuri msituni ili kesho asubuhi na mapema aanze safari ya kumtafuta mfalme wa kusini. Kweli asubuhi imefika, Sister kuamka, anaangalia pale chini, kitabu hakioni. Sister akasema Mungu wangu, kitabu kiko wapi? Akakumbuka maneno ya mwisho ya bibi yule, alimwambia chunga kitabu hiki kisiwahi kumilikiwa na watu wabaya, wanaweza kuitesa sana dunia. Sister akauliza kwa nguvu, kitabu uko wapi? Mara gafra kwa pembeni akasikia sauti inasema nipo hapa. Kwa miujiza kitabu kile kikatokezea pale pale alipokuwepo. Sister akasema umenitisha sana, ulikuwa wapi? Kitabu kile kikasema hii ni kama njia ya kuweza kujilinda na maadui, endapo watu wabaya wakija, mimi huwa najifanya sionekani, ili wasije kuniona. Sister akasema o oh, sawa, ila ungeniambia kwanza, maana umenitisha sana kitabu. Kikasema sasa umeshajua. Basi Sister akaanza safari kuelekea kusini kumtafuta mfalme. Sister yupo njiani, yuko anapiga stori na kile kitabu Hivi kitabu wewe, umetokea wapi? Kitabu kile kikamjibu mimi, nimetengenezwa na watu wenye nguvu sana katika ulimwengu. Nimetokea mbali sana, ni zaidi ya miaka hamsini nimesafiri na bibi huyo ambaye amefariki kabla hajamaliza hatima yake. Sister akashangaa sana kusikia hivyo. Wewe kitabu, hivi unasema kweli? Imewezekanaje miaka yote hiyo mlikuwa mnasafiri tu? Kitabu kikamwambia ndio, tumesafiri kwa miaka mingi sana, tangu bibi huyo ni binti kabisa, sisi tulikuwa tunasafiri kwa bahati mbaya, tumekaribia kufika, ndio akapata matatizo. Sister akakiuliza tena kile kitabu, kwani nyinyi mmeokea wapi? Kitabu kikasema, tumetokea mbali sana, ni ukingo wa dunia, ni mbali kuliko sehemu yote ya dunia uliyowahi kufika wala kuisikia. Sister akauliza, umebeba ujumbe gani ambao mfalme wa kusini pekee ndio anatakiwa kuusoma? Kitabu kile kikasema, ni siri sana, siruhusiwi kufunguka kwa mtu yeyote isipokuwa mfalme wa kweli wa kusini. Hata watu wakitumia nguvu kunifungua, basi hata wakifanikiwa Hawataweza kuona maneno yaliyomo ndani yangu. Ni mfalme pekee ndio mwenye huo uwezo. Sister alishangaa sana kusikia hivyo maana hajawahi kusikia kitu kama kile. Sister akauliza tena, Bibi alisema una uwezo wa kufanya vitu vingi sana mfano wa vitu unavyoweza kufanya ni nini? Mimi naweza kufanya vitu vingi sana ambavyo vinaweza kukusaidia katika safari yako. Mfano, chakula naweza kukuletea chakula chochote kile ambacho utahitaji. Kia, mavazi naweza kukuletea mavazi yoyote yale ambayo mavazi yoyote yale ambayo utahitaji. Kama kuna hatari yoyote, naweza kukuambia usipite njia ile, na kweli ukawa salama. Sister akauliza, kama ni hivyo, kwa nini hukumwambia bibi kama kuna hatari ya mbwa mwitu asidhurike? Kitabu kikasema, nilijua kama kutakuwa na hiyo hatari, lakini tangu majuzi nilipata hisia nitampata mtu mpya atayeweza kunisafirisha, na mara zote taswira yako ilikuwa inanijia. Bibi yule nilimwambia kutakuwa na hatari kule mbele, lakini hakuweza kunisikiliza. Sikumlazimisha tena, maana sina uwezo wa kumwongoza msafiri wangu. Isitoshe, bibi amezeeka sana, hivyo tungetumia muda mrefu sana mpaka kufika. Tulikuwa tunapumzika sana njiani, kitu ambacho hakikuwa sahihi sana kufanya. Basi wakazidi kuendelea na safari yao ile. Wapo njiani, wanakaribia kukifikia kijiji kimoja kinachopatikana, katika kijiji kile wakaona moshi mzito kwa juu, kuashiria kijiji kile kipo kwenye matatizo. Haraka sana sister akawahi katika kijiji kile kuangalia kama ataweza kutoa msaada wowote pale. Ile amefika katika kijiji kile, anakuta wanakijiji wale wanalia sana, wamekaa kinyonge sana, wakiwa na majeraha makubwa sana katika miili yao. Hata nyumba zao ambazo zilikuwa zinawapa hifadhi, baadhi zimechomwa moto. Sister kufika akawauliza, jamani, kuna nini hapa? Mbona kuna maafa sana hapa? Moja ya wana kijiji pale akamwambia, binti, kama wewe unapita njia bora upite tu maana hapa kuna majanga makubwa sana, usije na wewe kupata matatizo. Sister akasema, hapana, mimi siwezi kuondoka hapa mpaka niwape msaada. Lazima niwasaidie, lakini siwezi kuwasaidia msiponiambia kuna shida gani. Wanakijiji wale wakamwambia, kama una nia ya kutusaidia ni kitu kizuri, lakini hutaweza kutusaidia. Wanakijiji wale walionyesha ishara ya kuogopa sana, ni kama kuna kitu wanaohopa wakisema kitawadhuru. Basi Sister akawaomba hifadhi wanakijiji wale ili aweze kupumzika, kesho aendelee na safari. Wanakijiji wale wakamkaribisha Sister vizuri tu, ila wakamuhimiza kesho asubuhi anatakiwa kuondoka. Sister hakukataa akasema sawa, ila akahisi tu wanakijiji wale kuna kitu wanakificha. Kweli Sister wakampa chumba pale kijini ili aweze kulala, wakampa na maji akaoga kabisa, na baadaye wakamkaribisha aweze kuungana nao katika chakula cha usiku. Kweli Sister baadaye akaweza kuungana nao ili waweze kupata chakula. Hapo mezani wanakula, kiongozi wa pale akamuuliza sister, hivi sister unaelekea wapi? Sister akasema naelekea kusini kwa mfalme wa kusini. Bibi yule akashangaa sana, kusini kufanya nini huko? Sister akamwambia kuna mzigo natakiwa kumpelekea mfalme huyo. Bibi yule akamwambia, binti yangu, kwanza ni mbali sana kule, halafu ubaya zaidi, hii njia ina vitu vya ajabu sana njiani. Kia kuna vibaka na wahuni ambao huwa wanawategea wasafiri wanaopita huko ili wawaibie na kuwadhuru pia. Isitoshe wewe ni mtoto wa kike halafu unaonekana huna uwezo wa kupambana kabisa. Sister akasema haijalishi, mama. Mungu ananilinda siku zote. Ndio, tunafahamu Mungu yupo, lakini sio kila siku atakulinda. Mfano sisi hapa. Bibi yule akaishia pale pale na kumwambia Sister, nenda kapumzike, kesho una safari. Sister akasema sawa, hamna shida. Mtoto mmoja akamsindikiza sister kwenda kulala. Ile wamefika chumbani, sister akamuuliza, wewe mtoto, hebu nambie hapa kijijini kwenu kuna shida gani? Mbona mna huzuni sana? Mtoto yule akamwambia, hapa kijijini tunaongozwa na mizimu, na ni lazima kila mwisho wa mwezi lazima tutoe sadaka ya mtoto mchanga. Sasa mwezi uliopita hakukuwa na mwanamke yeyote aliyejifungua mtoto, hivyo hatukutoa sadaka yeyote yukaona tu tunazidi kupata matatizo bila kujua ya kwamba hatukutoa sadaka. Maji kisimani yamekauka, hapa tuna maji ya kutumia kwa wiki mbili tu. Baada ya hapo, hatutakuwa na chakula pia, sababu mazao yote shambani yamekauka. Sister aliogopa sana kusikia hivyo. Sister akauliza, kwani chanzo haswa kilikuwa ni nini hadi mnapata majanga kama haya? Mtoto yule akasema, mimi sifahamu, labda umuulize kiongozi wa hapa. Sister akamwambia, sawa, asante sana kwa kunipa hiyo taarifa. Mtoto yule akasema, sawa, ila usimwambie mtu yeyote kama nimekwambia hivyo. Sister akasema, usijali mtoto, siwezi kumwambia mtu. Kweli kesho asubuhi Sister ameamka akaanza upelelezi wa kujua kipi haswa kilichoweza kutokea katika kijiji hicho. Kwa nini mizimu iwakasirikie wao tu na itake sadaka hivyo lazima kuna kitu walikifanya kikapelekea hayo yote. Sister aliyajua hayo yote na akaamua kufuatilia chanzo haswa ni nini? Sister akaenda kwa yule kiongozi wa pale na kumwambia hebu niambie chanzo haswa sababu ya matatizo mnayoyapata ni nini? Nimeshajua siri ya kwamba kuna kitu, na wewe kama kiongozi uko tayari kuona kila mwezi watoto wanaozaliwa hapa wanakufa? Ikiwa hivyo, miaka kumi ijayo kijiji hichi hakitakuwepo. Kweli mzee yule alikaa chini na kufikiria, akaona ni kweli. Bibi yule akamwambia ni kweli, Sister, kuna makosa yalifanyika zamani sana katika kijiji hichi ambacho makosa hayo ndiyo hadi leo sisi ambao hatuna hatia tunalipia. Sister akauliza, ni makosa gani hayo? Je, unadhani ni makosa gani hayo yanayopelekea kijiji hicho kupata mateso hadi sasa? Basi usiache kunifollow na kuandika episode 4.